Neko maafisa wa polisi waliokuwa hawajavalia sare rasmi na ambao walikuwa wamevaa barakoa wamepekua nyumba ya gavana George Natembeya, katika mtaa wa Milimani, huko Kitale, kaunti ya Trans Nzoia. Maafisa hao wanaodaiwa kuambatana na makachero wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC walizingira nyumba ya gavana huyo katika tukio ambalo limezua hisia kali miongoni mwa wakazi na viongozi wa upinzani ambao walifika katika eneo hilo na kuapa kutoruhusu gavana Natembeya kukamatwa. Kinara wa chama cha DAP-K Eugene Wamalwa pia alikuwa miongoni mwa viongozi waliofika hapo kuonyesha umoja wao. Hali ya wasiwasi imetanda huku raia wakieleza kuwa hatua ya EACC inalenga kumdalilisha kumdhalilisha gavana huyo kwa kupinga serikali. Bwana Ruto, nataka nikueleze, hatutakubali harassment ya upinzani, intimidation ya upinzani, ku weaponize our justice system kisiasa. Yale tunaona leo wamefanyia Natembeya ndio leo pia wanatafuta rigiji awekwe ndani, pia kijana wetu salasia wamemshika Ijumaa, wamemweka ndani. So we are saying this harassment of the opposition must stop.